Mazingira ya uwekezaji ya Tanzania ni ya, ya, ya kuvutia kwa kweli kwa sababu um, hali ya nchi e, location kwamba Tanzania na Dar es Salaam na poti zote za Mtwara na Tanga ni rahisi kuingiza hayo magari na kutanua biashara kuanzia Tanzania kuservice nchi za jirani, ni kitu ambacho tumekizingatia sana e, kwa nini tuje Afrika Mashariki na tuanzie kwa kasi kubwa sana hapa Tanzania. Bali na hivyo Watanzania e, tunawajua ni wakarimu ni wacheshi, lakini ni watu ambao wako smart. Kwa hiyo mtu ukimwambia unapunguza una, una gharama ya maisha zaidi ya asilimia mia tatu mia nne hilo hilo tena sio swali. Hapa mjini tumeshazoea siku hizi watu wanakuwa wanapita wanatumia hata pikipiki hizi, uh, skuta za umeme. Kwanza tunaambia basi msiishie kwenye skuta, hata magari pia ya, ya huu unafuu haya magari ya umeme ya hybrid ni ya kisasa, ni mfumo mpya wa kiteknolojia ambao, ukizingatia hali ya tabia nchi na mazingira na unafuu wa maisha, ni suluhisho mbadala, na tunafurahi sana kwamba tumeweza kufika hapa Tanzania. Kwa kawaida magari ya petroli na magari ya diesel yanakuwa yanakuwa na gharama, unaweza ukakuta kama hii gari ni petrol, ile ni hybrid na ile nyingine ni ya umeme, lakini ukilinganisha gharama kama ungekuwa unajaza mafuta full tank kwa gharama ya laki moja kwenye haya magari una unafuu wa zaidi ya asilimia mia tatu na kwayo, ina maana kwamba kuna saving kubwa sana kwenye gharama, mbali na kwamba uh, magari haya yana unafuu katika uendeshaji petroli, eh, bet unatumia umeme na kadhalika, lakini kwa sababu gari ni jipya, basi unakuwa pia unaweza sasa ukawa na pesa yako mkononi kwa muda mrefu, ukisema uliuze kwa mtu mwingine. Tuna magari ya umeme, magari ya petroli, lakini pia tuna hybrid car ambayo ni gari linatumia umeme pamoja na petroli. Kwanza ni ubora wa vile ambavyo yametengenezwa kuanzia ki, uh, kiwa, ku, kiwandani, lakini pia kwa vile ambavyo yanaweza kumudu mazingira yoyote. Our culture, I think is very uh, intelligence and uh, technology, technological and uh, safety.